Makoikweli kweli, kweli, kweli. Mako kwelikwelikweli makoimeni w kweli. Mimi ni kijana wenu, mtoto wenu, Mbokomu mwenzenu. Wote kwa pamoja tunaipenda Mbokomu na tunahitaji maendeleo. Yaje wapi? Na maendeleo Mbokomu yanaletwa na Chama cha Mapinduzi peke yake. -e piga -e -e. makofi kwa hilo Mbele yenu yupo kaka yangu, baba yangu, mbunge wetu anasubiri kuapishwa. Si nitasema sana. Changamoto za Mbokomu, niwahakikishie mimi kama mtoto wenu, nazifahamu. Nitakachokwenda kukifanya nachukua mpira naweka kwa makoi, anafungia wapi? Anafungia wapi? Anafungia wapi? Oktoba 29 kazi hii moja. Tunatiki? Tunatiki? Tuna changamoto yeah, ya barabara, alikuwa mwenyekiti wa halmashauri anaifahamu. Tuna tatizo la maji kwenye baadhi ya maeneo anafahamu, kwenye afya, kwenye elimu, anaifahamu Mbokomu kwa sababu kila siku hapa Mbokomu na sisi. Ninawaomba msiniangushe, msini, tusimwangushe na tusimwangushe Mheshimiwa Rais, sawasawa ndugu zangu natumia nafasi hii kuomba kura kwa ajili ya mafiga matatu, ndugu zangu. Natamani niseme kabayangu, nisema mzima koe, niseme nasema kidogo. Changamoto yetu ya barabara 2025 2030 kwenye ilani ya CCM imeshaingizwa Tukifika sisi tunaenda kwanza utekelezaji. Hilo kwangu sio tatizo tena, tumesha kuwa na tatizo, tumetafuta njia. Njia amepewa makoi makoi, kaipeleka kwa mama na mama atatatua. Ndugu zangu, naomba niseme sana, muda wetu umetupa mkono, nitumie nafasi hii kuomba kura kwa mara ya mwisho. Asanteni sana.